Kwanza awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mechi yetu imalizika salama na kile ambacho tulikuwa tunakihitaji kwa maana ya kupata alama tatu kimekwenda kutimia. Kipekee zaidi tunawashukuru wachezaji na tunawapongeza pia wachezaji pamoja na benchi la ufundi chini ya kocha wetu mkuu Anseti Makiadi kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Um, tumetoka katika michezo mitatu mfululizo kusare, kitu ambacho mashabiki zetu walikuwa wanaumia Yaani kuna timu zenyewe zilikuwa zinafurahia kusare na Tabora United kwa sababu level ya Tabora sasa hivi ni kama Al Ahly, tukichukulia katika ukanda wa Afrika, tukija katika ligi ya Tanzania, Tabora United sasa ni kama Simba Sports Club. Hatutaki kuifananisha na Yanga kwa sababu Yanga wana mambo mengi, yani wale uwezo hawana isipokuwa wana mambo, yani wana mambo mengi, umeendeshwa nielewa, kwa hiyo naweza nikasema kwamba kila timu ile kwa inakuja kusema na Tabora, wao walikuwa kama kwao kama ni sherehe, lakini sasa sisi tulikuwa tunaumia kwa sababu tuna malengo ya kwa hiyo, kwa mba, kwa sisi, kwa sababu, ya ya kumaliza nafasi ya nne ili tuende tukashiriki michuano ya kimataifa kwa hiyo leo hii tumekwenda kushinda na nilikuwa nawaambia Dodoma Jiji, siku zote asali na wine haijawahi kukaa sehemu moja hata siku moja, yani lazima ichache, na ndio kitu ambacho kimeenda kutokea leo hii. Tabora tumepata ushindi goli moja kwa sifuri na tumepata ushindi mkubwa ambao kimsingi unatuongezea pointi sisi. Kwa sasa hivi, dua zetu sisi tunamwombea Singida Black Stars apoteze mechi zake zilizokuwepo mbele. Na sisi Tabora tuanze tu, yani tuendelee kushinda kwa maana leo tumeshinda dhidi ya Dodoma, anakuja je, Tanzania hapa tuweze kushinda kwa sababu gani? Sisi msimu malengo yetu faida uje hapa ulete kombe. Kwa hiyo sisi Tabora tukipata nafasi ya kwenda kushiriki hii michuano, ninaamini tutakwenda kutoa somo kubwa sana kwa wale zile zile wa Kongo wanaokwenda kushiriki michuano ya klabu bingwa wanatolewa kabla hawajafika popote na zile timu nyingine ambazo zinakwenda kushiriki michuano ya kimataifa ya shirikisho, lakini pia hawafiki popote badala yake wanarudi. Kwa hiyo sisi Tabora tunahitaji twende tukautangaze mkoa wetu wa Tabora na rasilimali zilizokuwepo katika mkoa wetu wa Tabora kupitia Tabora United. Puskuhu. Singida juzi wametuma salamu, wamesema Tabora msahau nafasi ya nne. Sasa hizo salamu ni za kwao, wao wanatakiwa watume wa salamu na timu za level zao. Hujue Singida na Tabora hatuko level moja sisi level yetu ni ya juu sana kuliko wao. Umeshanielewa eh? Sasa yani wao ndo wanateseka sasa hivi kuja kujipima kuwa kama level na tabora yani. Huwezi ukifananisha Tabora na Singida yuna, na Singida Black Stars, huwezi ukifananisha yani. Singida na Tabora ni ardhi na bingu. Hata hiyo nafasi ambayo waliokuepo hiyo nafasi yao yani ile nafasi hiyo ya kwao. Na ndio maana sasa nina uhakika hawalali, watakuwa wanakesha wanavokesha wanavojua wenyewe, as long as kwamba waweze kuweza nafasi